Alikuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Tulia Akson ametangaza rasmi kujiondoa katika kinyang'anyiro cha kugombea nafasi hiyo Novemba 7, 2025. Hadi sasa sababu za kujiondoa kwake hazijawekwa wazi. Dr. Tulia Akson alikuwa miongoni mwa majina aliyopitishwa na Kamati Kuu ya Halmashauri Kuu CCM Taifa katika kikao kilichofanyika jijini Dodoma Novemba 5, 2025 baada ya kuchukua fomu ya kuwania nafasi hiyo. Wengine walioteuliwa kuwania nafasi hiyo kupitia Chama cha Mapinduzi ni Musa Azani Zungu na Stefano Julius Masele. Kwa upande wa nafasi ya naibu spika, walioteuliwa kuwania ni Najma Giga, Daniel Silo na Timotheo Mzava. Dkt. Tulia alichukua kijiti cha uspika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kwa marehemu Jobu Ndugai aliyeng'atuka kwenye nafasi hiyo baada ya kupishana na mamlaka za serikali kufuatia kukosoa kwake kwa masuala ya mikopo. Kabla ya hapo alikuwa naibu spika kuanzia mwaka elfu mbili kumi na tano baada ya kuteuliwa na rais wa wakati huo hayati John Joseph Pombe Magufuli kuwa mbunge kabla ya kugombea nafasi hiyo aliyodumu nayo hadi mwaka 2020, na na kuendelea hadi alipoteuliwa kuwa spika mwaka 2022. Umaarufu wa Dkt. Tulia katika ulingo wa siasa ulianza mwaka 2014 baada ya kuteuliwa na Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kuwa mjumbe wa bunge maalum la katiba. Hata hivyo jina lake lilivuma zaidi Oktoba 2015 alipoteuliwa kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali kabla ya kuingia rasmi katika siasa za uchaguzi. Toa maoni yako hapo mpenzi mtazamaji wa DNA eh, kwa nini Tulia Akson ameweza kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hichi? Eh, unahisi inaweza kwa sababu ni zipi? Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili tuendelee kuwa familia moja.